Matendo mbili haijasema kwamba tutapokea nguvu tukishampokea Roho Mtakatifu? Ni matendo mbili, na pia agizo linatoka eh, kwamba tusitoke Yerusalemu mpaka tujazwe nguvu. Ina maana kwamba tukijazwa nguvu hata nguvu za uchawi haziwezi Watu nyinyi, mnaoamini uchawi hamjaokoka, mnaleta aibu watu. Utakuta kabisa wanakwenda kanisani wanasema, ah niliona mchawi, mchawi anakuja e, usiku nilimsikia. Jamani, mtu akiokoka, Filipo anasema e, yeye alipokwenda mji wa Samaria, mji wa Samaria wote ulitaharuki, hata mchawi akaokoka. Wako siku hizi hata kanisani. Nguvu za Mungu sasa hamjaziona, zinauzwa kwa njia ya maji, zinauzwa kwa njia ya mafuta. Ndugu zangu, nguvu za Mungu katika kanisa la agano jipya linaendeshwa na nguvu za Roho Mtakatifu peke yake na wala sio nguvu za uchawi. Hapana, uchawi umeshindwa. Hakuna nguvu za uchawi ambazo zinaweza kuligusa kanisa hata siku moja lakini kwa watu wa dini, watu ambao hawana nguvu za roho mtakatifu, hawaamini nguvu hizi za Mungu kwamba zina uwezo juu ya uchawi. Hao watateswa, hao watatembea huko na huko, hao watalogwa na watalogeka. Maana kama uamini nguvu za Mungu, basi nguvu za shetani zitakuwa juu yako. Lakini kama unaamini nguvu za Mungu, nguvu za Mungu zitakuwa juu na nguvu za shetani zitakuwa chini wala zitaweza kukuloga.